Karibu tena katika channel yako pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya Sifa. Kwa mara nyingine kabisa, leo tuko live kutokea hapa Tabora mjini. Leo nimekuletea mafunzo ya jinsi ya kuweza kucontrol sauti yako ama kutoa sauti nzuri. E, wewe msanii ambaye ni mdogo ama msanii mkubwa, kama utakuwa hauna sauti ya kujicontrol, lakini pia unahitaji kuimba vizuri, basi project E ama mada E ama wanasema mafunzo haya yanakuhusu. Ebu msikie huyu jamaa anavyoimba. Bibu, ukipata na kuchiti, ukipata na kuchiti, hiyo ni shetani. Wewe ukipiga na mna hiyo, wala hiyo ni shetani. Eh, siyo okay. tamaa Mungu, omba Mungu basi basi. Ok, sasa huo jamaa bwana inaonekana sijui afanyagi mazoezi ya sauti, lakini pia sijui afanyagi nini nini. Ebu njoo kwenye mada, emu njoo kwenye mafunzo sasa. Kone tutorial ambao nimekuandalia hivi sasa ili twende tukajifunze. Kumbuka tu kwamba mimi naitwa Sauti ya Sifa, natokea Tabora mjini. Angalia kule juu ni minara ya simu ambayo imesheheni hapa Tabora mjini. So, twende kwenye mafunzo moja kwa moja tukaingia hapo kwenye mitambo ili tuweze kujifunza vizuri zaidi. Leo tutakwenda na mafunzo ya vitendo, lakini pia mafunzo ya kusikiliza ama mafunzo ambayo yatakwenda kukufafanulia vizuri

Ok, kama una talent lakini sauti yako haiko sawa, sauti yako haijakaa kiprofessional, hii sio ya kukosa kabisa. Leo nimekuja kubonga na kupiga mastoli na wale watu wote ambao wanahitaji kuonesha kipaji chao ama vipaji vyao vya, vya sanaa hasa sanaa ya mziki. Hii kama ni msanii mkubwa, msanii mdogo, itakuwa inakuhusu. Karibu sana katika chaneli yetu pendwa ya Teacher Sauti ya Sifa. E, kama bado hujasubscribe hakikisha una subscribe ili kwa kwanza kupata mavideo na maujanja na maujuzi kama haya. Lakini kama umesha subscribe, asante sana. Endelea kuwa mwanafamilia wa Teacher Sauti ya Sifa hapa YouTube. Okay, hakikisha una like, lakini pia una share kwa watu mbalimbali ambao wanahitaji kuwa wasanii pia Bwana, nimejaribu kupita katika mitandao ya kijamii, lakini sehemu mbalimbali, lakini pia kuwasiliana na kuonana na wasanii tofauti tofauti, na nikachunguza, nikasoma comment na nikaona maoni ya wasanii kutoka pande nyingi na pande zote za dunia. E, wakisema kwamba tatizo ambalo wanalo e, ni kuhusiana na lack of talent, sio microphone, wala sio studio. Tatizo kubwa, wasanii wanaimba kwa nguvu, wanaimba kwa sauti kubwa, wanaimba sauti ambayo haiko kwenye usanii. Yani kifupi hawana control ya sauti. Media,

Leo nimekuja kukupa maujuzi na mafunzo ama siri ambayo itakupa u, e, ujuzi ambao utaweza wewe mwenyewe kujikontrol ama utaweza kukontrol sauti yako vizuri kabisa, kama mimi ninavyojikontrol hapa, ninavyojielezea vizuri. Lakini sasa wewe itabidi ujikontrol katika kuimba mziki. Nyumbani kwetu vino baba vino mama. Wasanii wengi wanafikiria kuimba kwa nguvu ndio kuimba vizuri. <laughs> Hapo ndipo sauti inavunjika, inakosa crate na inachosha masikio, kwa sababu unapoimba kwa nguvu, lakini pia unapoimba kwa sauti kama bado hujapitia hatua ambazo ni za nyuma utakosa balance. Kwa hiyo utajikuta unaimba kelele badala ya kuimba nyimbo <laughs> sio ya kuimba mziki badala ya kuimba nyimbo. Sasa tuanze hapa leo, naanza eh, mafunzo haya live kabisa, kupitia jukwaa eh, hili hapa la YouTube. Kumbuka tu mimi naitwa Sauti ya Sifa, kama kawa kama dawa. Tunaanza na makosa ama na vitu ambavyo vinakufanya ushindwe ushindwe wewe sasa kufocus ama kuimba vizuri. Kosa namba moja linahusiana na sauti ni kutojua kucontrol sauti na pumzi. Breath control, bila control ya pumzi sauti inakuwa kali. Sauti itakuwa kali. Yaani, kama haujui kucontrol pumzi msanii, sauti itakuwa kali, itatingishika na itapiga kelele, itapiga mayowe. Hata kama unatumia app gani, hata kama unatumia studio gani, kama hauna control ya pumzi, haise hilo <ilamu> ndo jambo namba moja e, ama hilo ndo jambo ambalo nimeanza nalo. Mfano sasa, sikiliza hii <Uzi> Hivo ndivo wasanii wengi wanafanya, yani unaimba bira pumzi, yani bira ya pumzi. Lakini utakapoimba bila control ya pumzi, utajikuta wanaimba lisauti kama hilo na nyimbo kama hiyo, yani utajikuta, yani nyimbo yako hata iwe nzuli, mistali mizuli inatokea kama sasa hii hii yenyewe ni tofauti sana na hii hapa. uwe mke wangu ni kwa kosi baya, ila umasikini usikufanye unune, hajua unapenda kuvaa nguo zaela mtani wakuone. Lakini ukiplay hii ama ukisikiliza hii, unaona mtu kaimba vizuri sana, unamwona mtu ni professional. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua control. Hapo hajatumia studio kubwa, hajatumia maiki nzuri, hajatumia application sijui ya aje aje, ila anajua control eh. Mimi kama teacher nimekupa tu vitu ambavyo eh wanakosea wasanii sasa. Hivyo vitu ambavyo unakosea katika control na masuala ya sauti na pumzi, unaweza ukachukua suluhisho gani ambazo, ama suluhisho gani ambalo litakupa sasa wewe eh elimu ama litatatua changamoto yako. Zifuatazo ni suwisho ama mambo matatu ya kitaalamu hapa naita global standard, ambayo yatakuwezesha wewe kuimba vizuri nyimbo yako, hata huwa unaimbia thimu, hata huwa unaimbia studio, hata huwa unaimba live, e, wale wazi wa pub, wale watu wawapi wapi, itakusaidia vizuri kabisa. Hatua ya kwanza hapa tunaizungumzia, pumzi sahihi. Vuta pumzi kwa tumbo, usivute pumzi kwa kifua. Kama unataka kuimba vizuri, hakikisha mabega yanakuwa chini wakati unavuta pumzi. Inamaanisha mabega yakiwa juu, inamaanisha unatumia kifua. Tumia tumbo, sawa? Kama unavyoona hapo kwenye video yako, tumia tumbo oh Lakini pia hatua ya pili, imba taratibu kwanza, sio nakaa so, naimba kama mwimba singeli emsikia. Sasa huyo jamaa bwana, kwa watu ambao wamekaa wametulia, akiimba anaona wana, anapiga kelele sawa. Unakuwa unaimba tu haraka haraka tu, yani o, umeanza unataka kuimba na sauti ya juu. Usianze kuimba kwa nguvu, anza taratibu, sauti ikae safi, alafu ndipo jifunze kuongeza sauti kidogo kidogo, ili utakapokuja kuimba kuimba, yani kuimba ile sauti kabisa, mziki wako usikike vizuri, kama unavyosikika hapa. Hatua ya tatu Simu iwe mbali kidogo ama mic ya studio iwe mbali kidogo. Mimi nitolea mfano simu kwa sababu watu wengi, watu wengi ama watu kibao nimewafundisha hapa katika chaneli yangu kuimbia simu tu, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, kwa application zile ambazo zinatoa e, mziki ama zinatengeneza mziki kupitia simu. Kwa hiyo hatua e, ya tatu ndo kama hivyo tulivyosema kwamba simu iwe mbali kidogo ama maiki iwe mbali kidogo hata uende studio kubwa jamani, utaisogeleaje maiki? So utaimbaje? Yani, utaisogeleaje maiki na utaimbaje? Weka simu mbali, ah, weka maiki mbali kidogo angalau sentimita 20 hadi 30. Ukikaribia sana, sauti itaharibika. Hata kama utakuwa na talent, una kipaji una nini, lakini mziki wako utasikika vibaya. Utaonaga tu wenzako wanaimba vizuri, na ukiimba vizuri okay, kumbuka ndio unatoboa Onyo. Sasa nataka nikupe onyo, kwa sababu mambo matatu nishakutajia. Onyo, ili onyo bwana lifuatilie, maana ni onyo ambalo liko serious kidogo yes, liko serious kidogo, siwezi so nikasema serious sana yes, lakini ili onyo liko serious. Kama utaendelea kuimba bila control ya pumzi, utaimba miaka mingi, lakini hautosikia sauti yako ya kiprofessional ama hautosikika kiprofessional. Lakini ukijifunza hii, hata simu yako ya kawaida ukilikodia mziki, basi utaona mabadiliko makubwa.

Hivyo ndivyo ambavyo ambavyo so umejifunza ama umekwenda kutengeneza sauti yako kupitia tutorial ambayo nimekuletea hapa YouTube live kabisa eh, kupitia channel pendwa ambayo imeendelea kukuletea maujuzi na mafunzo mbali mbali. Kuna comment, dondosha comment eh, like, hakikisha unaweka alama ya dole hapo utakuwa umesupport video hii hapa, na YouTube izi kwa hiyo watakuwa wakikuletea hapo, sio? So usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe ili kuwa wa kwanza kabisa e, kupata video ambazo zitaendelea kutokea hapa. Mi naitwa Sauti ya Sifa, u naitwa nani kutoka wapi? Niko Tabora mjini maeneo haya hapa Uh, ya kujidai mitaa fulani via shule ya English medium wanaita uh, Greenland. Basi mpaka hapo sina la ziada, ni ku utakia utazamaji mwema wa video ambazo zinaendelea ku trendi ama ambazo zinaendelea kutililika kupitia jukwaa kubwa kabisa la YouTube. Bye.